Utaratibu wetu tu kwamba wewe ni Mtanzania, unafanya biashara, una leseni ya biashara ume, una kampuni au ni sole proprietor, au ni mkulima unayotambulika uko kijiji fulani, uko wilaya fulani, una unaweza una, una kuwa mwanachama wa TCCIA. Malengo yetu ni kuifanya chemba iwe taasisi ambayo inaweza ikawasaidia wakulima na wafanyabiashara wa Tanzania kupata masoko ya kuuza bidhaa zao hasa sasa hivi kwenye masoko ambayo tumeingia tuingia kwenye soko sasa la afrika usipozalisha wewe utakuwa ni soko la wengine kwa hiyo tunataka wafanyabiashara wetu si ndio hivyo waingie kwenye masoko ya afrika tanzania ndio iwe inauza bidhaa kwenye soko la afrika kuliko inavyonunua chemba yetu wafanyabiashara tanzania makao makuu yake yako dar es salaam lakini tuko mikoa yote ishirini na sita tuko wilaya zote tanzania bara mfanyabiashara yoyote ambaye anataka kuona chemba aje kwenye chemba za wilaya aulize kwenye wilaya aulize, chemba za mikoa zipo.